Kwa majina naitwa Catherine Peter ni katibu wa jukwaa la ufugaji nyuki Tanzania. Jukwaa la ufugaji nyuki ni jukwaa ambalo linaunganisha wafugaji nyuki wote, na lengo la uanzishaji wa jukwaa hili ni kuweza kuchochea maendeleo ya sekta ya ufugaji nyuki nchini. Jukwaa la ufugaji nyuki lina wanachama wa aina tatu: wanachama wa kawaida, wanachama shirikishi, lakini pia tuna wanachama wa heshima. Wanachama wa kawaida ni wale ambao wanajisajili, ambao ni mtu mmoja mmoja, ndio wanachama, wanachama, wanachama wa kawaida. Wanachama shirikishi ni zile taasisi ambazo zinafanya shughuli za ufugaji nyuki, na taasisi hizo zinaweza kujiunga na kuwa wanachama wa jukwaa la ufugaji nyuki Tanzania. Uh, jukwaa la ufugaji nyuki uh, limeanzishwa pia ili liweze kutekeleza majukumu mbalimbali, ikiwa ni swala la kwanza kama nilivyotangulia kusema awali ya kuunganisha wafugaji nyuki wote, lakini pia huweza kuwatetea wafugaji nyuki. Uh, swala jingine ni kuweza sasa kushauriana na serikali wakati serikali inapofanya mapitio na maboresho ya sera ya ufugaji nyuki pamoja na miongozo mbalimbali inayoongoza sekta ya ufugaji nyuki. Jukwaa la ufugaji nyuki lina, katika maonyesho haya ya maadhimisho ya siku ya nyuki duniani, tuna wanachama mbalimbali ambao wameshiriki kwenye banda letu. Tuna wanachama kutoka Tabora tuna wanachama kutoka Katavi na wanachama kutoka Dar es Salaam, lakini pia tuna wanachama kutoka Arusha na bidhaa unazoziona, tuna bidhaa ya mama asali kutoka Arusha, lakini pia tuna bidhaa ya bodo yoga kutoka Arusha, lakini pia tuna lip balm. hizi ni bidhaa ambazo hizi bidhaa tatu lip balm na hii body yogurt ni bidhaa ambazo zinatengenezwa kwa kutumia mta, lakini pia tuna asali ambayo imefungashwa vizuri, inaitwa mama asali, ambapo wote hawa wanapatikana kwenye banda letu la TABEDO, lakini pia tuna bidhaa nyingine kutoka Flamli. Tuna asali ya nyuki wadogo, lakini pia tuna asali ya nyuki wakubwa enye banda letu kutoka uh, flmlili ambao wanapatikana Dar es Salaam, lakini pia tuna bidhaa ya asali nyingine inayozalishwa na wenzetu kutoka Katavi wanaitwa, uh, ni Seleman Hani, ni asali ambayo inazalishwa na kikundi, lakini pia tuna asali nyingine inayotoka uh, Tabora inaitwa Mary Hani ipo katika banda letu hili la TABEDO, lakini pia tuna asali ya, ya jambo asali ambayo inazalishwa pia na mwanachama mwenzetu kutoka Dar es Salaam, inapatikana kwenye banda hili la TABEDO, lakini pia tuna bidhaa nyingine asali inayozalishwa na Malaika Hani, imefungashwa na Malaika Hani kutoka Dar es Salaam lakini pia tuna bidhaa nyingine inayozalishwa au inayotengenezwa na Tanzfam kutoka Dar es Salaam, inaitwa Tanzmed. Miwani ya asali, tuna mta ambayo inatumika kutengeneza mishumaa, kutengeneza vipodozi na bidhaa nyingine mbalimbali, inapatikana kwenye banda letu la Tabedo na bidhaa nyingine nyingi kama Honey lotion ambayo inazalishwa au inatengenezwa na wanachama wetu kutoka kule Arusha anaitwa Mama Asali. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya bidhaa ambazo zipo katika banda letu hili la Tabedo na bidhaa nyingine nyingi, lakini pia katika banda hili utaweza kupata elimu juu ya matumizi ya asali, elimu juu ya namna ya kufuga nyuki kibiashara, lakini pia katika banda hili utafundishwa pia. Mizinga ipo inapatikana kwenye banda letu, na pia katika maonyesho haya ya siku ya nyuki duniani kwenye banda letu, bado tunaendelea kupokea wanachama wetu kwa ajili ya kuweza kuendelea kuonyesha bidhaa zao ili waweze kujitangaza lakini na kuweza kutangaza biashara zao pamoja na kuweza kuunganishwa na wadau wengine kwenye, kwenye sekta ya ufugaji nyuki.